Uchukue kata hii ambayo inahitaji watoto wasome, wanahitaji wapate maendeleo. Uchukue kata uende kuweka zamana kwa kafu, wapi na wapi? Hakuna kitu kama hicho. Watu waona, hata mgombea urais watamuomba hela ndani. Huyu diwani ataomba hela kwa nani zija kwenye kata yenu? Kwa nini mnasema su? ulishasikia sumu inajaribiwa Mlishasikia sumu inajaribiwa? Kweli, mchukue sumu mjaribu, tutaona leo kama kweli mtajaribu. Naombeni tuwe serious kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Ilani yetu inaeleweka, mkataba sasa, ilani ya kafu naye anaijua hapa. Kilimo kile cha umwagiliaji mwenyekiti cha Bugwema kilichokwama mwaka 1974 cha mwalimu lile bonde la Bugwema, mheshimiwa rais nilimuomba akakubali ametoa bilioni hamsini na tatu, mkandarasi ameishapatikana miundombinu atakuja, itaanza kujengwa, na yeye ni jirani. Lakini hiyo tu haitoshi, serikali imenunua mitambo ya kuchimba visima, hata vya kufanya vya kufanya umwagiliaji, sio visima tu vya maji ya kunywa na umwagiliaji hizo zote ni juhudi za serikali ya sisi zinazosimamiwa na mheshimiwa rais ninayemuombea kura. Lazima uchumi wetu ukue, ubadilike kupitia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Mwenyekiti, kwa bahati nzuri wakati naingia madarakani elfu mbili na kumi na tano, kata ya Bugodi ilikuwa na umeme kitongoji kimoja ambacho tulichopa seta store lakini, leo hii mpaka tunavyoongea na vile ambavyo vinaenda kutekelezwa tayari tunaenda kupokea umeme vitongoji kumi na moja, ikiwa ina maana kwamba ndani ya vitongoji kumi na nne tumebakia na vitongoji vitatu. Ni hakuna mwingine atakayetekeleza, ni Chama cha Mapinduzi. Kiamini Chama cha Mapinduzi, hili changamoto nyingine zote zilizopo ziweze kuisha, japo hazitaisha, lakini zitapungua ndugu zangu. Kulingana na muda, na imani kwamba mwenyekiti wangu bado na ziara nyingine, na mimi bado niko nanyi, na imani kwamba bado tunakuja kuyaongea mengi, na kwa bahati nzuri tunaye jembe Profesa Sospita Muhongo, kazi anazozifanya zinafahamika na zinaonekana. Mwenyekiti, kwa upande wa mbungi wangu sina shaka na imani kwamba hata kwenye kura za kwanza ambazo ni kura za maoni kata ya Bugoji ilifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nina imani kwamba tutaendelea kufanya vizuri kidumu chama cha mapinduzi, na asanteni kwa kusikiliza.